Baada ya taarifa za mrembo Wema Sepetu kusambaa sana kwenye mitandao ya kijamii zikiwa zinazungumza wazi kwamba ujauzito wake, mhusika mkuu ni msanii Diamond Platnum, watu wengi sana walitamani kusikia, uh, upande wa Diamond Platnum yeye binafsi anazizungumzia vipi hizi taarifa, lakini pia amezipokea vipi, kwa sababu namna ambavyo Wema Sepetu aliweza kuzungumza kupitia katika ukurasa wake wa Snapchat alidai kwamba, uh, baba wa mtoto wake ni superstar mkubwa hapa nchini Tanzania. Na kama ambavyo tunafahamu hapa Tanzania superstar mkubwa ni msanii Diamond Platnumz, lakini pia mwanaume ambaye tunaweza kusema tunamuhusisha na Wema Sepetu ni msanii Diamond Platnumz kwa sababu tayari hawa watu wawili waliwahi kuwa na mahusiano hapo nyuma lakini pia hawa watu wawili ni watu ambao wanaendelea kuwasiliana kwa asilimia kubwa sana. Kuna kipindi ambacho tuliweza kuona Wema Sepetu alikuwa anapitia wakati wakati mgumu na tukaona namna ambavyo Diamond Platnumz alitumia huo wakati kumfariji lakini pia alifika nyumbani kwa Wema Sepetu kwa ajili tu ya kumtia moyo kwa sababu Wema ilifika kipindi ayo, watu wanamzushia maneno mitandaoni watu wanamtukana mitandaoni ayo, kwa sababu tu Wema Sepetu hawezi kupata mtoto. Jambo hilo lilipelekea Wema Sepetu akashindwa kabisa hata kutoka nje, akawa kama vile ameathirika kisaikolojia. Ikawa inafikia hatua masta wenzake wanaenda wanamtembelea, wanamtia moyo Diamond Platnumz alikuwa mmoja kati ya mtu ambaye kumtembelea Wema Sepetu kumtia moyo na mambo kama hayo, na kumpelekea zawadi, ili mradi tu asijisikie mpweke, ajisikie na yeye anapendwa na yeye anasapotiwa na masta wenzake. Diamond Platnumz siku ya leo ameamua kuzungumzia ukaribu wake na Wema Sepetu, lakini pia hili swala ambalo lina trend mitandaoni kwamba yeye amempatia ujauzito Wema Sepetu, lina ukweli ndani yake au kuna kitu gani ambacho kinaendelea, kwa sababu mashabiki pia wanahisi huenda hii ni kiki ambayo wameweza kuitengeneza Diamond pamoja na Wema Sepetu au kuna kitu gani ambacho kipo katikati ya hili swala, kwa sababu bado hatuwezi kulielewa, bado tunatamani sana kulielewa kutoka kwa wahusika wakuu. Ambaye ni mhusika mkuu wa kwanza ni Wema Sepetu, mhusika mkuu wa pili ni msanii Diamond Platinum. Kwanza kabisa, Diamond ameweza kuzungumza na vyombo vya habari leo kuhusiana na hilo swala, lakini pia ameamua kuzungumza kuhusiana na namna ambavyo anahusishwa na ujauzito wa Wema Sepetu. Moja kabisa, akadai kwamba

Yeye kitu kikubwa ambacho eh, anakiheshimu sana eh, ni heshima. Anatamani sana mitandao impatie heshima yeye kama Diamond Partner. Ukiangalia, okay, eh, yeye ni mume wa mtu, amemwoa Zuchu. Unafikiri Zuchu anajisikiaje anaposikia mwanaume wake eh, anazushiwa habari mitandaoni kama hivyo? Eh, na Diamond Partner amezungumza na kudai kwamba yeye ni msanii mkubwa sana sasa hivi na anaiwakilisha Tanzania vizuri kimataifa zaidi. Tumeona show zake namna ambavyo anafanya. Sasa, Diamond kitu ambacho kitaka anakuambia hapa Tanzania anahitaji heshima tu, aheshimike kwamba yeye ni msanii mkubwa, lakini pia aheshimike kwa mastaa wenzake. Ay, kitu kingine ambacho amekizungumza Diamond Platnumz, amedai kwamba hizo taarifa ambazo zinaenea kuhusiana na mrembo wa Wema Sepetu kuwa na ujauzito wake, kwanza kabisa amekanusha hizo taarifa na kudai kwamba ndo kwanza anaziona mitandaoni, anashangaa kuona kwa nini eh, hizi taarifa nazushiwa. eh, kwa nini mimi, kwa nini nionekane mimi ndiyo mwanaume ambaye sijiheshimu ameweza kukizungumza. yeah, Yeah, ni watu ambao wanawasiliana sana eh, wanajuliana hali mara kwa mara, na anakuambia haipiti mwezi hajawasiliana na Wema, lakini sio kwamba naye ni mpenzi wake kuwa mjamzito, basi alikuwa anazungumza naye video call, anampa hai, anamsalimia, anamtia moyo, mambo kama hayo. Lakini Diamond anakuambia kuhusika katika ujauzito wa Wema Sepetu sio kweli, anakuambia ni ule ukaribu ambao tayari ameshaujengeneza tayari ameshauweka kwa Wema Sepetu unaendelea kupelekea shida. Watu wengi wanafikiria kwamba mimi nimempatia ujauzito Wema Sepetu, lakini ni ukaribu tu ambao Diamond ameamua kusogeza karibu na Wema. Lakini anakuambia Wema Sepetu hayupo sawa, kutokana na yale maneno ambayo yanazushua mitandaoni. Maneno mabaya ambayo anaambiwa mitandaoni yamemwathiri kisaikolojia, anahitaji watu ambao watamfariji, na Diamond anakuambia baada tu ya kuliona hilo swala na anafahamu kabisa, we mathemet, we, we, Wema Sepetu namna gani aliweza kumsaidia katika sanaa yake ya muziki. E, basi ameamua kumsapoti ameamua kuwa naye karibu. Ameamua kumtia moyo katika hiki kipindi kigumu ambacho anapitia. Na namna ambavyo wanapiga picha zao, e, watu wanawafikiria vibaya, watu wanaona kwamba huenda baba ni msanii Diamond. Kwa sababu tunafahamu sasa hivi Wozu ameshaachana na Wema baba atakuwa ni nani sasa? kuzungumza tuachie maoni yako, lakini pia usahau kusubscribe, kulike na on notification bell.